Mamlaka za Iran zinashikilia kuwa Marekani na washirika wake wameweka mikakati thabiti kuhusu mpango wa nyuklia wa nchi hiyo, hivyo mazungumzo yanaonekana kwa mbali. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump haujaacha nafasi ya mazungumzo kwa kuwasilisha mara kwa mara matakwa ya juu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema Jumapili katika mkutano na waandishi wa habari huko Teheran, mtazamo wa sasa wa serikali ya Marekani hauoneshi kwa vyovyote utayari wa mazungumzo sawa na ya haki ili kupata maslahi ya pande zote, alisema kando ya jukwaa la mazungumzo Tehran lililoandaliwa na serikali ambalo wanadiplomasia na wajumbe kutoka kote kanda walihudhuria. Maafisa wa Iran walisema wamekuwa wakipokea jumbe kutoka nchi jirani ambazo zinajaribu kupatanisha na kulinda amani. Barua kutoka kwa Araghchi pia iliwasilishwa kwa waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani siku ya Jumapili, ambayo inashughulikia Iran, usitishaji vita huko Gaza na masuala mengine, kulingana na vyombo vya habari vya Iran. Araghchi alisema njia za mawasiliano zinasalia wazi na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki yaani IAEA. Pia mjumbe wa Irani mjini Vienna, ambako shirika hilo la nyuklia lina makao yake, yalijumuika siku ya Jumaa na wenzao kutoka China na Urusi katika mkutano na wawakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa. Hakuna urutubishaji hivi sasa kwa sababu vifaa vyetu vya kurutubisha nyuklia vimeshambuliwa, waziri wa mambo ya nje alisema katika mkutano na wanahabari. Ujumbe wetu uko wazi, haki ya Iran kwa matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia, ikiwa ni pamoja na kurutubisha, haiwezi kupingwa na tutaendelea kuitumia. Wiki iliyopita ripoti ya hivi punde zaidi ya IAEA kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani ilivujishwa kwa vyombo vya habari vya magharibi ambavyo viliripoti kwamba shirika la Umoja wa Mataifa haijaweza kuthibitisha hifadhi ya Irani ya uranium iliyorutubishwa kwa asilimia sitini tangu mitambo yake ilipolipuliwa na kuharibiwa vibaya na Marekani na Israel mwezi Juni. IAEA ilisema inahitaji ukaguzi uliochelewa wa maeneo saba yaliyolengwa wakati wa vita ikiwa ni pamoja na Fordo na Tanz na Isfahan. Irani imeipatia IAEA ufikiaji wa kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Bushehr na kinu cha utafiti cha Tehran, lakini imesema masharti ya usalama na usalama hayajatimizwa kwa ukaguzi katika vituo vingine, huku urani iliyorutubishwa kwa wingi ikiendelea kuzikwa. Maafisa wa Iran waliashiria mwishoni mwa Juma kwamba mataifa matatu yenye nguvu ya Ulaya, Ufaransa, Uingereza na Ujerumani, ambayo alikuwa sehemu ya makubaliano ya nyuklia 2015, ambayo hatumiki sasa, na mataifa yenye nguvu duniani yanaweza kuhamasisha kuwasilisha azimio jingine linalolenga Iran kwa bodi ya IAEA. Iran ilijibu maazimio kadhaa ya hapo awali ya kushutumu kwa kuongezeka kwa urutubishaji wa madini ya uranium na Israeli ilifanya mashambulizi yake ya Juni dhidi ya Iran siku moja baada ya IAEA kupitisha azimio lililowasilishwa na Ulaya ambalo liligundua kuwa Teheran haifuati ahadi zake za ulinzi wa nyuklia. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Teheran siku ya Jumapili, naibu wa masuala ya kimataifa na kisheria katika Wizara ya Mambo ya Nje Iran Kazem Haribababadi alisema Iran inahifadhi haki ya kutafakari upya mbinu zake ikiwa azimio jipya litapitishwa, alisema. Juhudi za nchi hizo tatu za Ulaya ni hatua inayoungwa mkono na Marekani kurejesha vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Irani licha ya upinzani mkali kutoka kwa China na Urusi mwezi uliopita, na iliziondoa katika uwanja wa mazungumzo na diplomasia na Iran. Azimio jingine halitakuwa na shinikizo la ziada kwa Iran, lakini ujumbe utakaotumwa unaonyesha kwamba ushirikiano na utaratibu sio muhimu kwao, Haribabadi alisema. Mkuu wa mpango wa nyuklia wa Iran Muhammad Islami pia alizikashifu nchi za Magharibi na IA akiwaambia waandishi wa habari siku ya Jumapili kwamba shirika la Umoja wa Mataifa linatumiwa kwa madhumuni ya kisiasa, ambayo inatekeleza viwango viwili na sheria ya msitu ambayo lazima ikomeshwe. Mashambulizi dhidi ya vituo vya Iran hayakuwa ya kawaida, ilikuwa ni mara ya kwanza kwa mitambo ya nyuklia chini ya usimamizi wa wakala kushambuliwa, ambayo ilimaanisha ukiukwaji wa sheria za kimataifa, lakini IAEA haikulaani mashambulizi. Islami alisema makamanda wa kijeshi wa Iran wanaendelea kwa sheria ukaidi. Pia waziri wa ulinzi Ambia mkutano wa wabunge siku ya wa Jumapili kwamba vikosi vya jeshi vimekuwa vinachukua muda mfupi katika kuboresha uwezo wa ulinzi baada ya vita vya siku kumi na mbili na Israel. Mvutano umesalia katika eneo hilo baada ya vita, na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Iran siku ya Jumamosi kudhibitisha kuthibitisha kwamba lilikamata meli ya mafuta iliyosajiliwa Cyprus ilikuwa ikipitia mlango wa bahari wa Hormuz.